Habari yako wewe unayetutazama wakati huu, hii ni Zantime. Nikwambie karibu sana, wakati mwingine huu kabisa, karibu katika kipindi chetu hapa. Jina langu ni Amina Lomocha, nikwambie karibu sana na leo, siku nyingine, tuko na mgeni hapa. Punde tu nitakwenda kumsikia, ana mengi ya kuzungumza na sisi, lakini pia atakwenda kuzungumza mambo mbalimbali ambayo yanahusu na mada husika hapa. Nikwambie tu usiondoke, baki nasi mwanzo hadi kufikia tamati ya kipindi hichi. Uh, karibu sana mgeni. Karibu kwenye studio zetu, jisikie huko nyumbani, jisikie huru. Watazamaji kule wangependa kusikia jina lako, unaitwa nani, lakini pia nafasi yako ama kazi ama unajishughulisha na nini. Asante uh, sana ndugu mtangazaji kwa kunikaribisha leo katika kipindi chako uh, ndugu wasikilizaji, mimi jina langu ni Malik Mohamed Ali. Kwanza ni mwanafunzi wa chuo kikuu cha Taifa cha Zanzibar, SUZA. Ndiyo kusomea shahada ya kwanza ya uongozi utalii na masoko Ndio. Lakini pia kwa sasa ni waziri mwenye zamana ya utalii na utamaduni katika serikali ya wanafunzi uh, wa ya chuo kikuu cha Taifa cha Zanzibar Sudi. Ndio. Asante sana nadhani wameweza kusikia kwamba umesema hapo awali unajishughulisha na masuala ya ya utalii, na tukianza mwanzo kabisa kwenye kujitafuta katika hii kazi ya utalii ilianza jianzaje kwako? Asante uh, sana ndugu mtangazaji kwa swali lako zuri. Mimi uh, baada ya kumaliza form six ama kidato cha sita uh, sikupata kuendelea na masomo yangu ya digrii moja kwa moja, imlazimu nipitie diploma baada ya kukosa point moja kuweza sasa, mawazo mengi yaliingia kichwani mwangu, vipi naanza? Kwa hiyo kumbuka, wakati tuko shuleni bado walikuja timu ya Chuo Kikuu cha Taifa cha Zanzibar SUZA kwa ajili ya kutangaza programu zao mbalimbali ambazo wanatoa eh, katika chuo chao. Hiyo ile kipeperushi ilikuwa ni nacho, kwa hiyo katika kupitia pitia nikakuta hii kozi ya heritage management tourism ambayo wanatoa kwa diploma ambao wamemaliza form 6. Kwa hiyo baada ya kuiona ni nikaona ni kozi nzuri kwa vile inahusiana na utalii na kipindi kile, swala la utalii ilikuwa imekuwa kipaumbele mbele ndani ya nchi yetu. Kwa hiyo nikaamua kulichukua wazo hili kulipeleka kwenye familia yangu ili kuona namna gani wananisupporti eh, kuweza kuendelea na masomo yangu. Lakini ni sema ndugu mtangazaji, haikuwa rahisi kuweza kulipokea jambo hili kwa sababu waliamini kwamba utalii ni vitu viwili tofauti na maadili yetu mm -hmm. Kwa hiyo baada ya kuwapelekea proposal hii ya kwamba mimi naenda kusoma masuala ya utalii, walinikatalia kabisa, kuna kusoma, mm -hmm. Kabisa, huwezi kusoma, itakuwa wewe ushapotea kwenye maadili yetu na tayari unaenda kujiingiza kwenye mambo ya uhuni na mambo mengine ambayo kwa kweli ni kinyume na desturi na silika zetu za Kizanzibari, lakini baada ya kufuatilia kwa kina na pata ushauri kwa watu mbalimbali, kaona ni kozi nzuri, basi mimi nikatumia nafasi yangu kuweza kuwashawishi eh, familia yangu kuishawishi familia yangu na mwisho wa siku walinikubalia nika, nika mm -hmm. na nikaja nikasoma hii kozi ya heritage management katika chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar Suza kampasi ya utalii pale Marhumi, muda miaka mm miwili, diploma uka uka ukaendelea -hmm. na degree Uh, baada ya hapo ufaulu wangu ulikuwa nzuri sana kwa sababu nilikuwa nasoma kwa bidii na jitihada zote, kwanza kuhakikisha ku, kwamba malengo yangu niko na digrii, haikuwa malengo yangu kuanza diploma, lakini pia kuwaaminisha watu kwamba utalii si wanavyofikiria kwamba, kwamba ni, ni, ni, ni, ni, ni kitu cha tofauti, ni kusoma ili kuonyesha kwanza matokeo mazuri, lakini vilevile kuonyesha impact za ule kile ambacho nakisomea kiko vipi, na na nashukuru, na kwa ile wamenielewa, na kwa ile wamefahamu kwamba utalii ni kitu kizuri, na sasa hivi wamekuwa ni support vizuri. Sasa baada ya kumaliza diploma, miongoni mwa wanafunzi kumi bora e, eh, na mimi nilitokea mtu wa pili. Mtu wa mwanzo alinipita kwa point moja, yeye alikuwa na GPA ya 4 eh, kwa alipata first class, mimi nikapata 3.9, kwa nikapata upper second class. Kwa hiyo matokeo kiujumla yalikuwa mazuri kwa um, kuwa malengo yangu hayakuwa diploma mm. Nikasema niendelee sasa na digiri hapo nikachukua nika yeah. digiri ya kwanza ya, ya utalii uongozi utalii pamoja na masoko oh, kufanikiwa kupata kazi um, kuajiriwa katika serikali sikupata yeah. Lakini nimejiajiri mimi mwenyewe Nimejiajiri yeah, mimi mwenyewe katika sekta binafsi ya okay. utalii kama serikali yetu inavyosema kwamba mm haiwezi -hmm. kutoa ajira kwa watu wote, wa hilo liko wazi. Kwa hiyo lazima wengine waweze kujiajiri wao wenyewe wao, lakini wengine waweze kuajiriwa na sekta binafsi okay. lakini ni, ni ushukuru uongozi wa serikali ya wa Mapinduzi Zanzibar chini ya Rais Dkt. Hussein Ali Mwinyi kwa kuweka mipango mizuri eh, ya kuhakikisha kwamba hata wale ambao hawakupata fursa za kuajiriwa katika serikali, basi wanaweza kujiajiri wow. Kwenye okay. wao na mimi ni mnufaika okay. wa jambo hilo, kwa sababu nimejiajiri mimi mwenyewe katika eh, tour company tour guide, okay. eh, maisha, Lea, na, nao, nafanya shughuli zangu za maisha yanaendelea, na saa hizi nafanya kazi na kampuni mbili. Ninayo kampuni yangu ya Tanzania Specialist, mm -hmm. eh, ambayo ina branch yake hapa ya Zanzibar, mm -hmm. kwa hapa Zanzibar inajulikana Destination Service Limited, lakini pia nafanya kazi na Imara Tour and Safari, ambayo hii inajishughulisha na safari za kwenda mgani mm kwa hiyo -hmm. maisha yanaendelea alhamdulillahi na mambo yanaenda vizuri. Wewe ni mwanafunzi yeah. lakini pia ni mtu ambaye umejiajiri mwenyewe na, na, na, kufanya kazi kwenye hizo kampuni ambazo zimekupa nafasi. Vipi unaweza uka uh, kabalansi muda kwa muda wa sasa wa kusoma na muda wa kufanya kazi, una balance vipi? Asante sana ndugu mtangazaji, tunapozungumza utalii, utalii ni ni, ni vitendo, yeah, ni practice sio theory, ndio. Kwa hiyo vile ambavyo mimi nafanya katika kazi ndio kile ambacho mimi naenda kusoma darasani. Kwa hiyo kwanza naangalia ratiba ya, ya Ndiyo. Vile vile elimu mnayosoma sasa hivi ni elimu ya chuo kikuu. Haikubani sana kuweza kufanya shughuli zako nyingine za kujiletea maendeleo. Ndiyo. Kwa hiyo unaangalia ratiba ya vipindi shule eh, chuoni iko vipi? Lakini pia vile vile natumia weekend hizi kwa ajili ya kufanya kazi. Kwa hiyo ni ni ni ratiba tu inaocheza hapa. Kwa hiyo haikuathiri hai kivyo vyote vile kwenye eh, somo. Mimi hainiathiri bali naniongezea maarifa zaidi na nao na, na ufaulu kila eh, inapoenda na ufauru unaengezeka yeah. Na zipi changamoto ambazo unakutana nazo katika majukumu yako ya kazi? Ah, uh, changamoto zipo kwa sababu kama nilivyokwambia awali, hmm. bado kuna watu hawaelewi nini utalii. hmm. wanaamini utalii ni kitu tofauti kabisa. wo kwa kwanza, tunapata kazi ya kuweza kuelimisha kuweza kufahamu ni nini utalii, nini faida zake kwao sisi eh, kama sisi wadau wa, wa, wa, wa utalii, sisi ni changamoto hii hata muda mwingine unaenda kufanya kazi na mtu lakini anakurudisha nyuma. Anaanza mwanzo kumfahamisha hichi dalili hichi nini hizi. Kuna kuchukua muda mrefu kuweza ku ni changamoto. Lakini pia vile vile changamoto nyingine ni za kawaida ambazo mtu na uwezo wa kuzikontroli na mambo mengine yakaendelea. Miongoni mwa, mwa, mwa, faida za utalii unaweza ukazitaja japo tatu au wa manne watu wakaweza kuzielewa. Asante sana ndugu mtangazaji. Eh, faida ziko nyingi. Mm na nikisema nizielezee hapa one by one tunaweza tukafika asubuhi, lakini kwanza faida kubwa ambayo tunaweza kuisema kwamba ni kipato binafsi. e, mimi mwenyewe maisha yangu na inaenda vizuri e, napata riski alhamdulillah, nakula kula mimi mwenyewe, lakini pia na familia yangu ambao wananifuata nyuma, alhamdulillah wanajivunia kwamba tunaye kijana wetu ambaye anajishughulisha na, na masuala ya utalii, lakini pia e, inarifaa kule ambapo kwa wanaona kwamba utalii si kitu ambacho kinaweza kuleta tija lakini sasa wanaona matunda yake, kwa ni faida kubwa sana lakini pia vile vile kwenye utalii nimepata kujuana na watu wengi. Nimepata kujuana na wawekezaji wakubwa na wafanya biashara mashuhuri kwenye sekta ya utalii. Kwa kumbe ni faida kwa sababu, nilikuwa si mimi naanza wapi, lakini leo hii naweza kukaa na manager wateli, manager wa hoteli, naweza kukaa na manager wa watu wa company, naweza kukaa na mdau wote wa utalii tukadiskasi, tukajadili tuka, tuka, tuka na ni fursa lakini, pia vile vile zipo fursa za, za kimataifa, fursa za nje. E, mwezi, e, mwezi Novemba mwaka huu nimepata fursa pia ya kwenda kutangaza utalii na utamaduni okay. Lakini vile vile kukitangaza chuo kikuu cha taifa cha Zanzibar SUZA katika masuala ya utalii na utamaduni nchini Holland. Kwa hiyo hii ni fursa kubwa sana ambayo nimeweza kupata kupitia utalii na fursa nyingine mbalimbali -mbali, e, za kushiriki kwenye makongamano warsha, mikutano ya ndani na nje ya nchi, kwa hiyo ni fursa, fursa ziko nyingi sana ndio. Unaweza kutuambia ipi siri ya mafanikio yako ya kuingia katika kazi ama kupata kazi, kwa sababu naamini kwamba kuna vijana wengi wanazitaka nafasi kama, hmm, ulivyopata wewe. Hmm. Ipi siri ya mafanikio? Asante sana ndugu mtangazaji, mi labda niseme kwamba siri kubwa kwanza ni andilivu lakini pia na kumtanguliza Mungu mbele kwa sababu Mwenyezi Mungu ndio kila kitu na nimuweza juu ya kila jambo okay. Lakini pia eh, ni kuto kukata tamaa, kutokukata tamaa na kuamini kile ambacho nakifanya, kwa sababu katika harakati zetu hizi za ku kutafuta maisha okay. Changamoto ni nyingi ziko changamoto ambazo wewe mwenyewe unazifesi unaziona, lakini changamoto ambazo kuzioni lakini bado zinakukabili. Kwa hiyo ni kuto kukata tamaa na kufanya kile ambacho unakiamini mishwa siku, basi mambo yananyoka na yanakuwa vizuri, kwa sababu sisi vijana kulio wengi tunataka ma, eh, ma, mafanikio ya haraka haraka. Umeanza leo, unataka leo leo uone mafanikio yako. Hicho kitu hakiwezekana. Lazima uwe na ustahimilivu na subira juu ya kile unacho uanze kuhesabu moja ndio uweze kupata kumi. Uweze kupata kumi bila kwanza moja. Kwa hiyo lazima eh, tujijenge katika taswira hiyo, tuwe wasamilifu, lakini pia vile vile tuwe na subira eh, ya kutosha juu ya kile tunachokifanya, lakini tumtangulize Mwenyezi Mungu mbele. Mimi naamini kwa mambo hayo, basi naamini kwamba ilikuwa siri ya mafanikio yangu mpaka hapa nimefikia. Sawa sawa. Kuna utalii wa aina ngapi, ama utalii umejigawa pande ngapi? uh, utalii hasa, labda tunaweza kusema kuna utalii wa ndani, utalii wa nje, lakini ndani, utalii wa ndani na utalii wa nje. Lakini ndani ya aina hizo, zipo utalii wa namna nyingi. Upo utalii ambao unajumuisha labda masuala ya, eh, ya, ya, ya, ya historia eh, labda uko utalii ambao unahusiana na masuala ya sporti. Uko utalii ambao unahusiana na masuala ya safari. Kwa hiyo utalii wow, uko wa namna nyingi sana. Wewe ume, kwenye pande? Kwa vile mi nasoma e, utalii kiujumla nasomea na, shahada ya uongozi usimamizi na masoko ya utalii, mi nimebezi katika sehemu zote ambazo nimezizungumzia. Katika nyakati hizi ama wakati huu, unahisi utalii umeshuka ama umepanda? Kwa sasa hivi utalii umepanda kwa sababu ni sera ya rais wa Zanzibar na mwenyekiti wa Baraza la Mapinduzi, sekta ya utalii nchini. Lakini pia vile vile, sekta ya utalii hapa nchini kwetu ni, ni, ni uti wa mgongo kwa uchumi wetu. Kwa hiyo kila tunapokwenda utalii unapanda. Lakini pia vile vilevile, tumeshuhudia kipindi hichi cha serikali cha awamu ya nane uwekezaji mkubwa sana kwenye sekta ya utalii. Tunaona mahoteli mbalimbali yanajengwa, lakini pia vile vile ni sera mheshimiwa rais kuifungua visiwa vya Unguja na Pemba. Kuwakaribisha wawekezaji kwenye sekta ya utalii ili kuona kwamba sekta ya utalii inakuwa zaidi na zaidi. Tunaona kule Pemba ameweka maeneo huru ya uwekezaji kwenye eh, wilaya ya Micheweni. Hiyo ni ku wawekezaji wa, wa, wa, wa ndani na wa nje ili kuja kuwekeza nchini kuikuza sekta ya utalii kwa hiyo ni wazi kwamba sekta ya utalii inakuwa zaidi vizuri sana, tukiachana na utalii ambao ndio unaofanyia una kazi yes. Na kitu chingine labda Mm, sasa hivi ni, ni, ni utalii zaidi Mdip. Lakini kwa upande mwingine labda sema mimi mwana mm -hmm. mwana ni mwanasiasa mm -hmm. ni, uh, kwa sababu napenda siasa na niseme kwamba ni mfuasi wa chama cha Mapinduzi na nafasi yangu kwenye chama sasa hivi ni katibu wa hamasishaji eh, uhamasishaji seneti ya vyuo na vyuo vikuu mkoa mjini Unguja mm kwa hiyo -hmm. tukiachana na, na shughuli zangu za, za utalii niko kwenye siasa Sawasawa, kipi kinakuhamasisha ama kinakupa motisha katika utendaji wako wa kazi pamoja na masomo yako? Uh, kitu ambacho kinanipa motisha ni kuona kwamba kile ambacho nakifanya kinaleta matokeo chanya. Hii kwa mimi ni motisha kubwa sana ambayo siwezi kuihadithia, kwa sababu siku zote unapofanya jambo, unataka kuona result. Hichi ninachokifanya result yake ni ipi? Kwa hiyo unapoona kwamba unafanya jambo alafu matokeo yake ni mazuri Automatically wewe mwenyewe unajiinfluence kuweza kufanya zaidi. Kwa mimi nimeanza kuyaona mafanikio, kwahiyo lazima eh, inakuja ile self motivation. Mimi mwenyewe najimotivate mimi kuweza kufanya zaidi, kwa sababu mfano, ikiwa leo nimetoka nimerudi labda na dola mia, kesho siwezi kulala, lazima nitahamasika, nitoke zaidi. Naamini kwamba nitapata zaidi ya dola mia. Kwa hiyo eh, ipo kama hivyo, naamini kwamba kuna vijana hmm ama kijana sasa hivi anatamani kuwa ni, ni, ni miongoni mwa watu kama wewe au miongoni mwa watu ambao wamejiongeza ama wamejiajiri wame, wenyewe unahisi anaweza akatumia njia gani ama mikakati ipi itakayomfanikisha yeye kujiajiri? Asante sana ndugu mtangazaji. Mikakati ipo mingi. Kwanza ni kujifahamu kile ambacho unakitaka. Ikiwa umeamua labda kuingia kwenye sekta ya utalii, kuingie E, eh, totally tunasema yani, uingie moja kwa moja yes. si umeingia leo kama kuja kutest alafu kesho unatoka. Hapana, hivyo uweze kufanikiwa, lazima uweze kuamini kwamba hichi ninachokifanya mwisho wa siku kitaletea faida mimi, lakini pia kitaleta faida kwa jamii na taifa kwa jumla. Ukisha yeah. kuwa na strategies hizo, basi naamini kila kitu kimekuwa sawa, lakini pia vile vile ni kukubali kuanza mwanzo, kama nilivyokuambia awali kwamba vijana wengi tunataka mafanikio ya haraka. Kwa hiyo unapokubali kuanza mwanzo, basi mwisho wa siku utaona kwamba kidogo kidogo unafanikiwa, lakini pia ni kuweza kufuata zile procedures juu ya kile ambacho unakifanya. Unavyojua, una utalii ni sekta mtambuka, ni sekta ambayo imekushanya mambo mengi, ina sekta nyingi sana. Kwa hiyo inahitaji umakini wa hali ya juu unapoingia kwenye sekta hii ili kuweza kufanya vizuri. Kwa hiyo unapo unapokuja huku lazima uweze kufuata zile procedures, sheria zake. Utalii una sheria zake. Eh, sikuja tu unaingia moja kwa moja pale, lazima uweze kufuata zile taratibu. Kama ulitakiwa labda kuwa na lesson, unaenda kufuata taratibu za lesson iko. Unatakiwa labda kitu fulani usifanye, basi unajikusha nacho usifanye. Kwa hiyo kwa kufuata sheria hizo na taratibu hizo ambazo zina zina guide mtalii, basi jana ambaye ananisikiliza anaweza kufanikiwa. Ukija kwenye upande wa lugha, lugha gani ambao unaitumia una, una kwenye majukumu yako? Asante ah, sana ndugu mtangazaji kwa swali lako. Uh, ukiachana na okay, Kiswahili ambayo ni lugha yetu taifa, lakini nazo lugha nyingine tatu e, kati ya hizo nazungumza Kiingereza ambayo ndio nafanyia kazi sana, lakini pia ni nayo lugha ya Kifaransa na Kichina. Lakini hii Kifaransa na Kichina bado sijaiingiza kwenye mfumo wangu wa kufanya kazi. Hizi lugha ambayo natumia katika kazi ni lugha ya Kiingereza, lakini pia hizi lugha mbili ambazo zimebakia kwenye prosesi ya wote kutoka sasa, naweza kuzitumia kwa kwa, kwa ajili ya iko kidogo unaongeza msamiati msamiati unajua, yeah, asante sana ikitokea mtu anahitaji kufanya kazi na wewe au anataka kufanya kazi na wewe anatafikia? Ah, uh, asante sana ndugu mtangazaji. kama nilivyotangulia wale kuambia kwamba mimi nafanya kazi na kampuni mbili ambayo ya kwanza ni Tanzania Specialist, lakini <coughs> pia ya pili ni Mara Tour ni safari. Kwa hiyo anapoingia kwenye mtandao ya kijamii akiandika tu Tanzania Specialist basi Ee, anaweza kutupata au akiandika imara tu ni safari basi anaweza kutupata, lakini pia vile vilevile napatikana pia kwa namba yangu ya WhatsApp ambayo ni sifuri saba saba saba sabini na saba thelathini na mbili arobaini na sita ya zamani, sabini na saba thelathini na mbili arobaini na sita. Vizuri sana, kwa kumalizia, ushauri wako kiujumla kwa vijana ambao wana hamu ya kuingia kwenye sekta ya utalii Asante eh, sana ndugu mtangazaji. Kushauri wangu kwa vijana wenzangu ambao wana hamu na shauku kubwa ya kuweza kujiingilia kwenye sekta ya utalii, kwanza niwakaribishe sana niwakaribishe sana kwenye uwanja wa nyumbani, eh, kwamba utalii ni wa wote na ni sera ya, ya serikali ya mapinduzi ya Zanzibar kwa kwamba utalii kwa wote, kila mmoja ana uwezo wa kuja kwenye utalii na akaendesha maisha yake vizuri, kwa mipango mizuri iliyowekwa na serikali y lakini pia vilevile wasikate tamaa wasikate tamaa waamini kile ambacho wanakifanya, waje wafuate taratibu na sisi tupo. Mimi binafsi eh, nipo tayari kwa kijana yoyote ambaye yuko tayari kujiunga na sekta hii ya utalii e, basi kumsaidia kwa namna moja ama nyingine kuhakikisha kwamba na yeye anafanikiwa zaidi yangu mimi ili kuweza kuleta maendeleo yake mwenyewe binafsi, familia, jamii, taifa kwa ujumla. Kwa hiyo naweza kusema hivyo. Asante sana, ni kushukuru kwa hichi ambacho umekizungumza. Nadhani umezungumza mengi sana kuhusiana na utalii. Inawezekana watu, baadhi ya watu walikuwa hawafahamu vitu vingi kuhusu utalii, nafasi ya utalii, kama kuna ajira vijana, pengine wengine wapo waliokata tamaa kwao. Nakushukuru sana, ndugu mtazamaji wa Zantime, chenye mwanzo hakikosi kwa na mwisho, nadhani umeweza kusikia mengi hapa. Nikutakie jioni njema na